Kwa hiyo mtihani au mchujo unaanza mapema zaidi, na cha kwanza unaanzia kwenye CV. Wakati unaangalia uh, format ya CV, angalia format ya CV ambayo chuo au mfadhili amependekeza, lakini vilevile kama hamna, angalia hiyo nchi format yake ya CV ikoje. Na uzuri wa siku hizi bwana, tuna uh, tools kibao au tuna Uh, teknolojia nyingi ambazo zinaweza zikarahisisha hii kazi. Tuna teknolojia ya kilimnamba au AI ambayo itaweza kukupatia kirahisi kabisa majibu. Tafuta CV kwa mfano tukisema nataka nipate CV format ambayo inatumika Ufaransa, watakupa. Nataka nipate CV format ambayo inatumika Uingereza, watakupa. CV format inayotumika Marekani, wapi? Uta, utapata CV format ya nchi yoyote eh? Zamani ulikuwa unaenda una search Google, lakini unapata results mia, lakini sasa hivi unaweza ukapata results ambazo zinakuletea kitu ambacho kiko almost accurate kwa kile ambacho wewe unakitafuta. Ni kitu kizuri uh, kinakupunguzia muda lakini vilevile